Ikasema ili tuweze kuikomboa hii jamii ya single mothers, tuwakomboe kwanza wanaume. Tukisha wakomboa wanaume, manake moja kwa moja tutakuwa tumebadilisha ule mtazamo wa kijamii kiujumla, na tutakuwa tumefanikiwa kuwaweka watu kwenye nafasi zao halisi wanazotakiwa kukaa kwenye familia, kwa sababu kama tutajenga familia iliyo bora, tutajenga jamii iliyo bora, na ndipo tutajenga taifa lililo bora. Moja nasikiliza, hotuba ya Mheshimiwa Rais ambaye ni mama Samia akiwa anasisitiza kwamba wajomba waweze kuchukua nafasi za baba kwa watoto kutoka kwa single mothers. Yaani mama akiwa ana watoto analea bila baba, basi wajomba wa watoto wachukue nafasi ya baba kuhakikisha watoto wanapata malezi yote ya aina mbili, yaani wanapata father, father vibes. Wanapata na mother vibes. Wanapata malezi ya baba na mama kutoka kwa wajomba. Sasa je, title ya mjomba inaweza kukava majukumu ya baba? Bado baba yuko, nafasi ya baba haiwezi kubadilishwa na mtu yeyote. Baba anapaswa kuendelea kuwa baba kwenye, sawa so, wajomba wanaweza wakatusaidia, lakini so far, turudi kwenye msingi ambapo tunatakiwa tuweke marekebisho ya kudumu ili baadaye tuwe na familia nzuri. Huwa tunasema kwamba familia ni moja ya chanzo cha maadili mema kwenye taifa. Kwa kama kuna momonyoko wa maadili kwenye taifa, kuna momonyoko wa maadili kwenye ndoa. Ujue chanzo chake kiko huku chini kwenye familia. Kiko huku chini kwa mtu mmoja mmoja. Kwa sababu kabla ya familia walianza watu wawili kwanza, mke na mume. Baada ya mke na mume ndo tunaiona hii familia, tunaiona ndoa. Na baada ya ndoa tunaona familia yenye watoto na kadhalika baada hapo tunaiona jamii tunaliona taifa tunaiona dunia kwa hivyo basi ni kwamba ukitaka kurekebisha chochote kile kwenye jamii anzia huku chini kwa ni lazima kwanza tukomboe watu kijinsia wapate elimu ya kijinsia ili kwamba waweze kutambua ujinsia wao na majukumu wanaotakiwa kufanya alafu katika ujinsia wao wanajua nafasi gani wanapaswa kukaa kwa mfano